Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitaje machache ambayo Dkt. Samia amesukuma na yameweza kutokea; ujenzi wa stendi ndogo ya Mjini Kati, ujenzi umefikia asilimia 80, na sasa wanakamilisha fremu za maduka kuzunguka stendi hiyo, na baada ya miezi miwili stendi itakuwa tayari kufunguliwa. L Lakini soko kuu la Bukoba, tunatarajia ujenzi utaanza rasmi mwezi wa tano na baada ya mwaka mmoja soko jipya litakuwa limetokea Bukoba na kuondoa soko la zamani. Tayari tumekwishavunja vunja tukisubiri mkandarasi aanze kazi mwezi, mwezi wa tano. Stendi ya kia Kairabwa nayo maandalizi yanaendelea na yenyewe ujenzi wake utaanza mwezi wa tano ukiambatana na barabara ya kilomita kumi za lami kilomita 10.5 za lami katika manispaa yetu ya Bukoba. Aidha, ujenzi wa barabara ya njia nne unaendelea kwa kasi. Ujenzi au ukarabati wa bandari yetu ya, Kamu, ya Kemondo umekamilika kwa asilimia mia moja na umegharimu takriban shilingi za kitanzania bilioni ishirini. Bandari ya Bukoba mjini inaendelea kukarabatiwa na u, ukarabati umefikia asilimia 96 na wenyewe umegharimu bilioni 20 za Kitanzania. Lakini ujenzi wa meli MV Mwanza hapa kazi tu unaendelea kwa kasi na umefikia asilimia 96, ambayo meli hiyo itakuwa mkombozi mkubwa kwa uchumi wa mkoa wetu wa Kagera. Meli hiyo itakapokamilika, itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200 na tani 400 za mizigo kwa wakati mmoja aidha itaweza cooperate kutoa huduma ndani na nje ya Tanzania. Aidha, tunashukuru sana, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupatia fedha shilingi bilioni tisa nukta tano ambazo sasa zinakwenda kujenga machinga complex katika manispaa yetu ya Bukoba. <laughs> Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunafarijika sana tunapoizungumzia sekta ya afya sasa, kwa maana ya kwamba halmashauri zetu zote nane zimejengewa hospitali za wilaya, na katika hospitali hizo halmashauri saba hospitali zinafanya kazi, ikiwemo ya Muleba ambayo ulikwenda kuikagua na kuagiza fedha ziongezwe mara moja. Na mwaka huu wa fedha tumepatiwa shilingi bilioni moja na milioni mia nane ili kukera, kuka, kukamilisha majengo yaliyoelekezwa yajengwe haraka. Aidha, serikali imepanga kujenga hospitali maalumu mkoani Kagera kwa ajili ya kudhibiti magonjwa ya milipuko. Lakini ndani ya mwaka huu tutajengewa wodi maalum au kwa Kiingereza wanasema isolation ward wilayani Biharamulo ili kutenga wagonjwa wenye magonjwa ya milipuko, lakini pia mobile laboratory, maabara inayotembea ili kuharakisha upimaji wa sampuli pale tunapopata hisia za uwepo wa magonjwa ya milipuko. Lakini pia wilayani Karagwe, mradi mkubwa wa maji wa miji 28 unaendelea kule Rwaka Junju, na utakapokamilika tatizo la maji wilayani Karagwe litakwenda kuwa historia, lakini kinachotupa faraja kubwa, wana Kagera wote, kwa umoja wetu wote, na tunaomba utufikishie salamu zetu kwa mheshimiwa rais, ni kuridhia kwake kutupa fedha sasa kujenga uwanja mpya wa ndege wa Kagera ambao unakwenda kujengwa eneo la Kiabaja. Kilio cha uwanja wa ndege kilikuwa cha muda mrefu, lakini sasa kinakwenda kupata hitimisho tunashukuru sana. Tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa kutuletea fedha nyingi kwa ajili ya elimu. Shule zetu nyingi zimekarabatiwa, lakini tumepata shule mpya za sekondari zaidi ya 43, shule mpya za msingi, madarasa. Na mimi nikiwa kiongozi msimamizi mkuu wa shughuli za serikali mkoani Kagera na kiri kupokea bilioni sitini kila mwaka kwa fedha za capitation grants, fedha za huduma katika sekta ya elimu kwa maana ya bilioni tano kila mwezi. Haya yote hayakuwepo huko nyuma, na ni lazima tuseme tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa kututazama kwa jicho la pekee, wana Kagera.